Hivi. Hey. Niambie ndugu yangu. Bwana vipi? Nimepoteana mepoteana leo. Ah, sawa, huu ni mpira umesikia huu ni mpira na mpira una matokeo matatu, kuna kufungwa, kuna kusale na kuna kushinda. Si ndio? Mm. Tulijipa matumaini na timu yetu na tukajipa matumaini kuhusu ile kundi. Ila sisi tunaojua mpira tulifika mbali, tulisema kabisa kwamba timu nilichambua hii hii kwamba timu misimu miwili nyuma ukirudi ilishai kuanza hatua zao alipaka inaingia nusu finali ndio imeenda kufungwa. Hii timu watu wengi hawajui imeanza hatua za awali mpaka nusu finali japoteza mechi yoyote, ndio aenda kufungwa misimu miwili nyuma. Hii timu sio kawaida, ukiangalia hii timu wachezaji wake wote warefu, yaani inawezekana hii timu kabla ya kusajili mchezaji ukitoa ubora wa mchezaji pia wanapima futi za mchezaji, urefu. Tumezidiwa uwanjani leo, tumecheza chini ya kiwango elimpa, na mashaka naye uongozi wa Simba, naomba nisikilize. Uongozi wa Simba na uomba ifuatilie, tuunde tume kumwangalia mpanzo, sio kiwango chake cha kawaida. Fanyaje? tuunde tume, tumwangalie mpanzo gravity. Mimi ndo nimempa mpanzo jina la, la, la, la mpanzo revolution of football in Tanzania. Jina lake mimi nalivua, sioni kiwango chake, nalifuta ili jina rasmi kwa sababu sioni. Yaani iundwe tume, tume mpanzo achunguzwe kwa sababu toka mechi toka usisho wa kutakiwa na Yanga kiwango chake kipo chini Toka usishwe mpanza anatakiwa na Yanga kiwango chake kipochini, tuna mashaka nayo, wana Simba anakosa magoli ya wazi mpanzu. Umeelewa vizuri mpira anayocheza tuwalee uwanjani, aturudi kwa kocha sisi. Tunaambia, tuna kocha tuna meneja, si ndio? tuna meneja. Wana Simba, viongozi wa Simba, sisi hatumtaki meneja, tunamtaka kocha she. Hatumtaki yeah, yeah, meneja tunataka kocha, haiwezekani yeah, yeah. Kocha unapanga kikosi namba tisa hapo benchi awatatu hapo benchi, tukiwe nyumbani, tukiwa nyumbani sema, hapa ni nyumbani, inatakuwa tushambulie, tunaanzisha mastaka nje, tafsiri yake tuna, tuna difensi Yeah, tunakuja ku defense tuka nyumbani afanya nini? Hatutaki meneja, tutasikilize, hatutaki meneja, tunataka kocha. Narudia, hatutaki meneja, tunataka kocha. Sisi tunajua kocha kazi yake ni kupanga kikosi namba tisa mechi si i kwa Mkapa. Hiyo ndio kawaida ya Simba, tamani tumesema kwa mkapa atoki mtu. Kwa nini watu tufungwe sisi? Tunafungwa naonyesha kabisa timu inacheza chini ya kiwango. Wachezaji wanacheza chini ya kiwango. Kila siku sisi tunasifia. Timu Simba, tuna quality ya wachezaji. Simba ndio kikosi bora, matokeo yake tutaongea nini? Ndugu zetu wameshinda huko kwao. Lakini mmekosa nafasi za wazi. Ndio maana nakwambia Mpanzo anakosa nafasi za wazi. Mtoto wa watu Boris Ibrahim anajitahidi kafinya watoto watu saba. Anatoa pasi ya wazi kabisa, Mpanzo anakosa goli la wazi. Huyu Mpanzo ana nini? Achunguzwe. Iundwe tume, mpanzu achunguzwe. Sio kitu cha kawaida. Sisi kazi yetu kusifia na kukosoa. Mpanzu kiwango chake tulizishwe na kiwango cha mpanzu. Anatukosti mpanzu, tumwambia ukweli, anaikosti Simba. Kama hataki kucheza Simba aondoke. Kama hahitaji mpanzu kucheza Simba aondoke, anaikosti Simba. Simba inategemea wachezaji walitoa wa uwanjani, wanavunja nguvu wezake huyu e. Kocha pentivu na yeye kama e sio kocha, tumtafute kocha

la kwatisiku ndieti sisi ni gumu kuliko la Yanga, na tuna kazi kubwa hapa. Wanasimba tushikamane, hapa wanasimba, hapa paziongoza Simba hapa hapa, waangalie kunapovuja azibe hapa hapa mapema, hapa hapa asubuhi mapema, hii hapa hapa kunapovuja, kufungwa, tukienda na mpira watu ingi kokote tukienda na mpira tungi kokote hapa hapa mapema. Mimi siwezi kuongelea Yanga, mimi siwezi. Yanga Yanga kutetea nchi? si Yanga. Eh, si Yanga. No, wapi eh. Wameloga eh. Wame, wame, wamemloga refa kule, wamemloga anakwanga kwenye vila gori, anasema sio gori eh. Siwezi kuongelea Yanga, Yanga nyewe Yanga amecheza mpira mbovu. Yanga yejaasare yeah. Kilichowasaidia wamejua kudili na marefa, basi ndo kitu cha kuwapongeza kwhi mpenzu tunachotaka sisi ajitathmini kama aweze ondoke. Simba ni timu ya kutaka matokeo, sio timu aende, sitakatali mtu sinagaa Borishe okay. Mori Simbame mwana ule. Simba akubali kubali, Morisi anze benchi. Hakuna, hakuna mwana Simba Hakuna. Hatutaki mwanasimba Morisi Blamu atumwache, aondoke. Hatutaki manager, tunataka kocha. Hatutaki manager, tunataka kocha. Hakuna kocha kocha vile anze benchi no, Lakini manager. Unapovuja hapa hapa tuzibe. Asubuhi hii asubuhi hapa hapa tuzibe. Kicheka, tutakuja kukumbuka, si tuko ha tatuu hapa baba, tatuu umefungwa. Haya, umefungwa, tatuu unasemaje? Haya, tatuu zinasaidia nini? Simrizi fungua, tatuu sawa. Tatuu zipo kweli, mifumo ipo, ushafungwa. Kuna tatuu hapa, haya, tatuu tatokea hapa, imefanya kazi gani? Tatuu imefanya nini? Sikiliza sifa Simba wangu bali sifa sifa wangu bali sifa ya Simba Simba tafsiri yake sahihi ni kusema ukweli Kunapokosea lazima uongee nini, utibu umenelewa. Ukificha ugonjwa nakuakuahibu mwenyewe. Huu ni ukweli kwamba viongozi wa Simba watafta kocha kochama, mifumo ya vitu vitatu ambavyo umetazama cha, <laughs> <laughs> cha kwanza huwezi kuanza na washambuliaji wote ukawaacha nje yaani unaingia na viungo wote pili unakuja kuanza kufanya sabu viungo wote unawatoa nje unabaki timu iko wazi washambuliaji wanakuwa na morali unaingiza washambuliaji mchezaji wa Mcheza kuwapigia pasi Morris umeshamtoa tunacheza nini shee kwanza huyu huyu hapa Swiss wametutangazia kwamba ni nani ni meneja watuletee kocha Meneja afanye kazi yake au meneja si watuletee kocha bana. Chalinze mbali shee. Unataka kocha mpya? Kocha tena mapema hawai. Yaani hata asubuhi watuletee kocha bana. Lakini Petro hii ni timu kubwa, ni timu ngumu. Sawa. Au Petro sio wazuri shee. Yaani ni wazuri lakini oh. So kwa kiwango kile walichocheza Simba, ingekuwa inagusa kabisa ile. So hiyo sio kocha. Atatoka, kocha anatakiwa. E. Kiwango cha elimu mpanzu kibisa wala. Yule amla kitu. Tu fikiria, amna kitutufikilia yeah, kabisa. Hamna kitu yule shianisha mpaka na comments hizo anakuja. Kiufupi sasa hivi amla kitu kwa sababu mpanzu baada kusikia anataka anakuwa na Yanga sasa hivi kwa kuchanafaje kimeshuka. Wewe vipi mtaa? Ah salama. Ngona kinyonge sana bwana. Pole kwa kupoteza mchezo, tathmini yako katika mchezo wa leo. Nafikiri wote tumeona mchezo Nafikiri wote tumeona mchezo. Mchezo, mchezo ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini mimi shida yangu ni moja tu. Ipi hiyo? Hatuwezi kuona na viungo tukaacha mastieka nje, hichi ni kitu ambacho hatuwezi kukubali kabisa. Tumepoteza mchezo. Hii ni ligi ya mabingwa, hii siyo ligi ya NBC. Hii siyo ligi ya kujaribu. Tupo hapa kwa sababu ya kutaka mafanikio, tunataka kwenda mbele. Hatuwezi kukaa tukasema tunajaribu jaribu timu. Lakini katika kipindi cha kwanza, wanachosema wameanza viungo wengi au wanajaribu, eh, wameweza kutengeneza nafasi nyingi katika kipindi cha kwanza. Simba ndio imetengeneza nafasi nyingi za wazi, sawa. Simba tumetengeneza nafasi nyingi sana za wazi kipindi cha kwanza, hmm. lakini kipindi cha pili hatukuweza kutengeneza hizo nafasi. Pia mimi nachoweza kusema ni kitu hiki kimoja, tunahitaji kuwa na mabadiliko makubwa sana. Na mabadiliko hayo kama yapi? Tunahitaji kocha wetu atuwekee timu ambayo itakuwa timu ya ushindani, timu ya ushindani ambayo hata ukija akija mpinzani, aje mpinzani ambaye ataogopa hii ni Simba. Sio kama leo tulivyocheza. Tumecheza mpira ambao, mpira wa manyanyaso. Mpira huu leo tumenyanyasika sana e. Tumenyanyasika sana, mpira haujaridhisha ha e. Kocha na timu yetu yote ya Simba mm. kujitafakari. Mimi u... siwezi kusema mchezaji ene yanifurahisha, lakini timu nzima haijafanya vizuri.